zake zi pamoja nasi. Karibu ndani ya nukuu ya matumaini. Asubuhi njema kabisa na Mathew Ndeva. Katika nukuu, adui wa mwisho atakayeangamizwa ni mauti, adui wa mwisho atakayeangamizwa ni mauti. E, miaka kadhaa iliyopita e, mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja tarehe kama hii, tuliamkia mauti mazito. Yalikuwa yametupiga maana, tulimpoteza mzazi, mama chombo cha maana nyumbani, akalala mauti. Jambo hili lilitupiga sana e, katika kiwango cha sisi kuona kama tumefika mwisho, lakini yupo Mungu mtetezi ambaye alitusaidia mpaka leo. Wanasema hivi katika habari za nukuu ya matumaini, adui wa mwisho atakayeangamizwa ni mauti. Adui wa mwisho atakayeangamizwa ni mauti. Mauti imewapiga wengi, wakubwa, wazito, wadogo, wengi wamepigwa na mauti, kiwango cha wao kufia, kiwango cha kukata tamaa. Lakini katika nukuu ya matumaini, jipeni moyo, Mungu yupo pamoja nanyi. Anasema hivi, kadhalika kiyama ya wafu upandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika kutokuharibika. E, tokea hapo mwanzo hata upanzi unapopanda kitu shambani kinapolala katika udongo ufa, lakini mwisho kitu kile hutoka katika nguvu za Mungu. Upandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika fahari. Upandwa katika udhaifu, ufufuliwa katika nguvu. Upandwa katika mwili wa asili, ufufuliwa mwili ulio wa roho ikiwa uko mwili wa ikiwa tuko na ule mwili wa asili, basi kadhalika mwili wa roho upo pia. Nasi kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda mwisho. Maana parapanda itakapolia, wafu watafufuliwa wasio na uharibifu, na wote watamlaki Bwana. Ewani tumaini langu katika habari za nukuu ya matumaini. Kifo ni kichungu na kila wakati kijapo, kinawapiga watu na kuwaweka chini, kiwango cha wao kuona kama mwisho umefika. Tumaini huwa linakatika, wengi huona ni kama hawataendelea na safari, maana tuliishi pamoja, tulikaa pamoja, tulifanya mengi pamoja, lakini kinapokuja kinamchukua mtu na lala mauti. Aliyekuwa anazungumza tena hawezi kuzungumza, aliyekuwa mnasaidia na kazi, kazi zinakuwa zimekoma na mambo yamesimama. Lakini katika habari za nukuu, maandiko yanasema Adui wa mwisho atakayeangamizwa ni mauti. Adui huyu alikuja siku ile katika shamba la Edeni. Hapo ndipo mauti yakaanza, ya kwamba ya mwanadamu atarejea katika udongo, udongo maana ndiyo aliyotoka ndani. Lakini Mungu ni mwaminifu katika maandalizi, alimtuma Kristo na kama Kristo alifufuka baada ya kufa siku ya tatu akatoka kaburini, basi msiwe na hofu na shaka na lolote litakalokuwa limekuja kama mauti maana ikiwa utakufa ukiwa ndani ya Kristo utakuwa unalala tu, na siku hiyo atakaporejea, akija kulichukua kanisa, umo miongoni watakaonyakuliwa na kupata sehemu ya kuishi na Bwana milele, na kusema tumeshinda mauti, tumeshinda vita vya dunia na tunaishi katika utukufu wa jina lake Mungu wa Israeli. Basi msiwe na hofu na shaka na haya yanayowapata leo, maana kweli yanaweza kuwa machungu na mazito, lakini mwisho wake kuna uwezo na nguvu kama ilivyo yeye wa udongo ndivyo alivyo yeye wa udongo, na kama alivyo yeye wa binguni basi ndivyo alivyo yeye wa binguni. Ndugu zangu, na tena wapendwa, na saa mwanangu, nikasema hivi ikiwa jinsi tulivyochukua sura yake yeye yule wa udongo, ndivyo hivyo pia nasi tutachukua sura yake yeye yule aliyetoka binguni, yaani Kristo. Na tamanio langu ni moja, yaweke maisha yako katika njia iliyo nzuri, yafanye mapito yako kufaulu ili atakaporejea Kristo iwe kwamba utapata hasara, utaweza kunyakuliwa ama kufufuliwa na kunyakuliwa. Maandiko yako wazi, hatutawatangulia wao waliokwisha lala mauti, bali wao watafufuliwa kwanza, nasi tulio hai tutabadilishwa, basi tutamlaki Bwana hewani, na hiyo nitakuwa ni parapanda na sifa. Jinsi Bwana ametusaidia nasema hivi, katika habari za nukuu, adui wa mwisho atakayeangamizwa ni mauti. Kuwa tayari ya kwamba Mungu akulinde. Ni chako katika mwili na mwili huu ni mwili ambao ni wa udongo, na utarejea katika udongo. Lakini nafsi yako ya uzima imlaki Bwana Iwani. Na itakuwa ni baraka sana. Mungu wa amani awabariki na watende mema na walinde na sasa, na wale ambao mnaishi katika hali ya maombolezo kwa wakati kama huu, Bwana watie nguvu, awahifadhi na wazingire sana. Ningesema hivi, poleni sana, neema ya baba inatosha, na Mungu wetu ni mkuu sana. Nafasi hii pia nami naweza sema ya kwamba Mungu anaweza kututetea kututoa mbali na kutusaidia, maana kama si Mungu. Pia nasi wakati kama huu, miaka minne iliyopita, tulikuwa katika majonzi mazito ya kumpoteza aliye mzazi wa karibu kabisa, mama. Lakini mbali na hayo yote, Baba Mungu ametusaidia, ametupigania, ametupa uwezo na tumefika umbali huu. Kama Mungu anaweza tutetea nasi hivi na kutupa uwezo wa kusimama tena na kuendelea na safari, pia nawe usiwe na shaka na waofu na lolote unalopitia sasa. Mungu atakusaidia na hali unayoipitia atakupa uwezo wa kuendelea na safari. Mungu akulinde, akutunze, akubariki sana na akupe neema ya safari yako ya kila siku. Na ndiyo nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva. Kuweni na matumaini, kesho ni nzuri tena nzuri ya kupendeza, na Bwana atawapigania katika hali unayopitia na changamoto nzito ambazo unakumbana nazo. Kwa siku kama hii tunatamani na kuvuka kufika FM na tunaamini kwa mkono wako kushona kitu hiki, baraka za Bwana zitakuwa pamoja pamoa. Asante na karibu.